Mungu anasema usijisifu kwa ajili ya kesho. Hampaswi kuchelewesha kazi ya injili hadi kesho. Baada ya leo kupita unaweza hata usipate nafasi nyingine ya kuifanya tena. Ndiyo maana leo ni muhimu na mnapaswa kuwa waaminifu kwa kazi ya leo. Kama vile mawingu yanapoinuka magharibi, watu hujiandaa kwa ajili ya mvua ili kuepuka kulowana. Watu hufanya maandalizi wanapoona ishara. Muda mfupi uliopita niliona kwenye habari kwamba baadhi ya watu huko Marekani walikuwa wakikarabati magala na kuhifadhi chakula kwa ajili ya maandalizi ya maafa ingawa hili haliwezi kuokoa nafsi zao wala kuendeleza riziki yao hadi siku ya mwisho, kwa kuwa hawakuweza kupata chochote cha kutegemea, waliandaa vitu kama hivyo. Hebu tuwaambie njoni Sayuni upesi, kwa sababu Mungu anayetoa uzima wa milele yupo humo. Ni Mungu aliyewalisha Waisraeli jangwani kwa miaka arobaini. Watu waliosahau ukweli huu waliangamizwa kwa kufuata mawazo yao wenyewe. Tafadhali msisahau neema ya Mungu. Ni lazima ushikamane na Mungu anayewabariki, anayewapa uzima wa milele na anayewapa kila kitu. Yeye pekee anayewasaidia ni Mungu. Mungu anasema kesheni, muwe tayari. Njia ya kukesha ni kuhubiri kuhusu Sayuni, mahali pa ulinzi wa Mungu, kwa wale ambao hawana msaada dhidi ya maafa ya ghafla. Ili kwamba hata nafsi moja iokolewe. Mnapohubiri, mnafanya maandalizi. Mliwekwa kwa ajili ya adhabu ya jehanamu, lakini Baba aliwaruhusu muishi milele katika ufalme mzuri wa mbinguni. Tafadhali fikirieni kuhusu jinsi mnavyoweza kumrudishia Baba. Kinachompendeza Mungu zaidi ni kuongoza nafsi zinazokufa kwenye toba na kuwapata watoto wake wapendwa. Mkitafuta kwa bidii, mnaweza kuwapata wanafamilia wote wa mbinguni hata leo. Walakini mkikawia mkisema, kama si leo, basi kesho, huenda msiwapate kamwe, hata baada ya maelfu ya miaka kupita. Ni bora kuliweka neno la Mungu katika vitendo mara tu mnapolitambua, badala ya kuwa wapumbavu mkijiwekea hazina kwa ajili yenu na kutokuwa matajiri kwa Mungu. Mnapaswa kuweka juhudi zenu kwa ajili ya injili mbinguni. Mkifanya kazi kwa ajili ya injili, mtapokea thawabu mbinguni. Ikiwa mnaishi leo kwa ajili ya injili inayompendeza Mungu, baraka nyingi zitawekwa mbinguni. Ili kuwaokoa wenye dhambi waliotupwa chini katika dunia hii na waliowekewa kufa, Baba alijidhabihu na kuanzisha ukweli wa Pasaka ya agano jipya. Mnapotambua neema ya Mungu katika kujidhabihu msalabani na kuruhusu watoto wake waishi kwa kula tu mkate na divai ya Pasaka, mnakuwa na bidii kwa ajili ya injili na kufikiri, ninaweza kufanya nini ili nimpendeze Baba? Mkisahau neema ya Mungu, mtatenda dhambi tena. Kutokuwa waaminifu kwa Mungu na kutojali ingawa watu wengi wanawangojea ili muwahubirie. Kuhubiri si jambo kuu. Kuhubiri ni kuuliza swali, je, wewe ni mwanafamilia wetu wa mbinguni ambaye tumetengana? Baba alikuja katika mwili kutafuta waliopotea kutoka mbinguni, na akaanza kwa kubisha milango ya kila nyumba, akibeba mfuko wa Biblia. Baba aliwahubiria wapita njia na watu walioketi kwenye mabenchi bustanini. Alipoenda kufanya kazi, aliweka kielelezo cha kuhubiri kwa kutoa upendo kiroho na kimwili. Je, itamfaidi nini mtu kuupata ulimwengu wote lakini akayapoteza ya maisha yake? Upendo ulio mkuu zaidi ni upendo unaoongoza nafsi ambazo zimekusudiwa kufa na kwenda jehanamu kando ya Mungu. Kila mtu anataka kujua njia ya kuishi milele. Msiwache wale wanaoweza kuokolewa. Lazima mhubiri neno la Mungu kwa uhakika kwa kila mtu mnayekutana naye. Ninachohitaji kufanya tu ni kuchukua mkate wa uzima ambao Baba aliwaandika waziwazi katika Biblia na kuwalisha wengine. Katika ulimwengu huu ambapo maafa yameenea, hebu tuwaambie kwa nguvu watu wanaoteseka waje Sayuni kula mkate wa uzima wa milele na kuwahubiria kuhusu Pasaka, njia ya kuepuka maafa. Natumaini mtaongoza nafsi nyingi kuelekea upande wa Mungu ili kwamba majina yenu yang'ae kama nyota angani.